Hello, Tanzania. Kwa majina anaitwa Monsuly au Mr Fine ni yule yule kijana yenu ambaye siku zote waga napenda sana kusuluhisha mahusiano haya ambayo yamevunjika. Ukiniona tu niko hivi na mtu pembeni, basi fahamu ya kuwa kuna uhusiano la mtu linaenda kupatanishwa. Sasa leo imekuwa tofauti kidogo. Nimekutana na huyu binti, alinitafuta na kuniambia kuwa yeye moja ya kitu ambacho kinamsumbua sana kinamnyima usingizi katika maisha yake ni kwa sababu aligombana yeye na rafiki yake, lakini kwa bahati mbaya urafiki huo umevunjika kwa sababu ya kushea mwanaume mmoja tu ambaye alikuwa ni mpenzi wa rafiki yake. Huyu bwana, ndo wewe ndo ulishea, si ndio? Sindio. Yeah. Ulimwibia rafiki yako <laughs> ndio. Sasa baada ya rafiki yake kujua kakawa ya amenitenga, yaani baada ya rafiki yake kujua wakawa wamevunja, umekufa ule urafiki kabisa, hapakuwa na urafiki unaoendelea. Sasa leo bwana, binti 2026 hii hataki kwenda akiwa kinyonge, anahitaji kusahihisha sehemu zote ambazo amekosea. Anatamani sana kumwomba msamaha rafiki yake, lakini imekuwa changamoto kwa sababu anamwogopa. Kaamua kunitumia mimi kwenda kumwombea samahani, au yeye kwenda kuomba samahani kwa rafiki yake. Je, rafiki yake atakubali, au rafiki yake atatukatalia kwa sababu tayari alishamfanyia tukio ambalo sio zuri? Mi napewa nguvu na ndugu zangu wa Barcelona Hoteli. E bwana, Barcelona Hoteli uh, ni hoteli ya kisasa kabisa ambayo inapatikana ndani ya Goba Centa pamoja na Goba la Stanza. Kama unahitaji sehemu ya kupumzika, sehemu ambayo utatuliza akili yako, basi make sure unafika ndani ya Barcelona Hoteli iliyopo ndani ya Goba Centa. Piga uh, kwa namba hizo hapo ambazo unaziona kwenye skrini. Muda wote wanapokea eh, hawa watu wa Barcelona Hoteli, sindio? Hey, kwanza mambo vipi? yawezekana kuna watu wafahamu jina lako, unaweza ukaambia kidogo. Mm, kwa jina anaitwa Martha Pendaeli, Pendaela, Pendaeli, Pendaeli. mm. Wewe ni mzaliwa wapi? Mi nimezaliwa Tabora. mm -hmm. Nimesomea Tabora ya ila nimekulia kwa mama wangu Singida. okay. ya ila ndo nimezaliwa Tabora, nimesomea nilivyomaliza darasa la saba nikiwa nimekuja Singida. Ah, okay. Sawa so, na vipi sasa kwa huyo ya, rafiki yako mlikutana wapi, au huko huko? Maana rafiki yangu tulikutana mm, Arusha. baada ya kukutana Arusha tukawa marafiki yani, maana nimemkuta na kaa mwenyewe, tukawa marafiki. Baada ya kuwa marafiki tukawa kama ndugu e, kwa yani ndo hivo. Baada ya mambo haya kutokea ndo tukawa tumetengana. okay. sawa basi, asizungumze vitu vingi hapa, mi naona uh, tungefika kwanza kwa huyo muhusika kwa sababu tumemwambia tuko njiani tunakaribia kufika nyumbani. So hata yeye pia huko alipo atakuwa anafanyaje? Anatusubiria. Hayo mengine yote tutaenda kuyazungumza huko. Tutajua kama rafiki yake anaweza kumsamehe au rafiki yake atashindwa kumsamehe. So tuongoze njia jamani, na niwaambie kitu kimoja. Hapa tulipo tunakaribia na nyumbani kwake, ndo maana nikamwambia kameramani wangu hapa wanapita usogo aweze kutushuti hapa hapa ili mradi jambo liende liwe live, si ndio? Mefika hapo kwa Jeni. E, mjui rafiki yake ukoje? inabidi <laughs> mambo <laughs> yakae sawa, si ndio? so unaweza okay. sema uki ngoja basi, mwenye mgombe ni wapi? chumba kipi hapa? odi sante Hello, mambo. Hi, usiondoke kwanza, yaani sasa hivi stori ndo kwanza inaanza kunoga. Unachotakiwa kukifanya kitu kimoja tu, rafiki yangu, hakikisha unagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, angalia hapo chini. Afugusa mara moja tu, basi wewe utakuwa umesubscribe chaneli yangu, So utakuwa mtu wa kwanza kupata kila video nitakayoiposti katika youtube chaneli yangu. Nasemaje? Yeah, asante sana mwanangu, tuendelee na hii stori. Nimetafutwa kidogo na sista yangu hapa, na mimi ndo mtu ambaye nilikwambia kuwa nina mzigo wako au nina zawadi yako ambayo nina derivari yako nabao, eea, lakini uh, madhumuni hayakuwa hayo. Madhumuni ilikuwa ni mimi kuweza kukutana na wewe kama utaweza kuridhia tuweze kuzungumza jambo fulani. Okay, sawa basi. Sawa, huyu pia ni kameramani wangu, tunarekodi tu, sio baya, lakini karibu saa ah. Okay, ah, sawa. Tumeanza tukazima hii feni ni wapi? Ni hapa s so, mraji tuweze kupata sauti. Sorry, samani lakini like, naweza nikapunguza nao okay. Tulishie mrangu <coughs> kuzuia <coughs> sauti za watu Sorry, sister, tume, naweza nikasema nimefika na timu mpaka ndani kwako. Inawezekana labda ulikuwa hujajipanga katika hili, lakini moja ya kitu ambacho nilikuwa ninatamani kukuambia au kukushirikisha ni kutokana na ndugu yako huyo au rafiki yako wa karibu. La... cha kwanza si unamfahamu? Ndio, unamfahamu. anaitwa nani? Martha. Martha. Ni rafiki yako Ilikuwa kipindi hicho cha mama sasa hivi. Sasa hivi sio marafiki tena. Ndio. Sasa ni? Ndio mwenye sababu. Okay, Martha. <sighs> Okay. Ah. Uh, najua watu hawakuweza ku kusikia kisa au tatizo ambalo limetokea kwa upande wako wewe. Mimi mwenyewe, mimi tayari umeshaniambia sababu uh, si, hata naweza nikakwambia pia mimi ameshanipa kisa kizima, lakini nadhani itapendeza zaidi kama yeye mwenyewe akiamua kusema hapa. Sijui unaweza ukaja ukakaa hapa kidogo labda, samahani, lakini okay. Pembeni yako hapo unamwona nani? Jenifa. Jenny. Huku unamwona nani? Namuona Martha. Martha wako. Yeah? Martha kama Martha. Okay. Uh, masa kilitokea nini mpaka ukagombana wewe pamoja na rafiki yako ugomvi mkubwa, ishu kubwa ilikuwa nini sasa? Sijajua nianze na mhusika hapa au ni wewe, ni kwanza wewe au nimaze sista hapa? okay. urafiki wenu una muda gani, wewe na Matha? miaka mitatu? miaka mitatu na Matha. urafiki wenu una, una muda gani? kama waliosema, urafiki wetu una miaka mitatu na ni nani ambaye aliwakutanisha nyie mpaka mkao marafiki? Mnamkumbuka? Ndio. Anajua kama mmegombana? Ajui. Ajui. Ni mwanaume mwana mwana yu, au mwanamke ambaye aliwakutanisha? Mwanamke. Na yupo mji huu au akae huku? Lakini amesharudi kwao Huoni kama kuna kuna kuna nafasi ya mtu flani ambaye alitakiwa kuwa katika maisha yako, kwa sasa hivi hayupo? Ndio kweli, haujatamani labda ku kumrudisha huyo mtu, kutokana na kilichotokea? Kwa upande wangu mimi naona ni sawa tu kama kila mtu akiendelea na maisha yake. Uh, Martha, ulimfanya nini rafiki yako mpaka mkafikia steji ya kugombana, rafiki yako akanuna, akakutenganisha wewe, ukatengana naye, shida kubwa ilikuwa nini? mm, yani shida ya mimi na yeye e, tulipokwazana alikuwa na mahusiano hapo. okay. okay. mdogo mdogo. ah. usiende usiende haraka alikuwa na mahusiano. Unaona, baada ya kuwa na mahusiano, mpenzi wake ni alikuwa ni mtu ambaye wa kunitafuta sana mimi? mpenzi wa yani mpenzi wa, wa, wa Jeni eh, yeah. alikuwa anafanya na, anaweka ukaribu na mimi sana unaona, yani mambo yake ye ya na Jeni sometimes ananiambia mimi, unaona Yani, hivyo baadaye kaja ikatokea siku akanitesti mimi. Nani alikutesti? mpenzi wa kigeni na mpenzi wa Jeni? We wewe, wewe uh, ilikuwaje ukawa naye karibu mpaka ukawa na namba yake? Kuwa naye karibu mimi, kulikuwa kuna sababu moja. Mpenzi wake alikuwa anapenda sana kuja nyumbani tunapokaa sisi wana... na Jeni naona santemu wanaando hapa. Ndiyo, ndio hapa. Okay, tulikuwa tunakaa mimi na Jeni. Baada ya hapo yani, mtu wake, kwa mfano, Jeni ametoka hata ameenda kutafuta labda ni maji, tuje tupate kunywa ndani, mpenzi wake anaanza kunisemesha mimi mambo poa mzima ya. Ah, wewe ni mpole sana, we ni mzuri, sio nini, niambia uke, sawa, asante. Hivyo akija tena siku ya pili, kwa mfano, Jeni katoka, anakuja kimya kimya, hasemi ananikuta mimi niko peke yangu, Jeni hayupo. Akishanikuta peke yangu anaanza kuni, kuniletea zile ti za kunisukua yani, ananiletea ukaribu, nakuta anavua shati, anakaa kifua wazi fu mimi na yeye. Baadaye akaanza kuniletea nani ya kunizoea kama kunitaka, alikuwa anavua shati, anakaa kifua wazi mbele yako yeah. Ni kwamba mwanaume akiwa kifuawazi mbele yako, kuna kitu chochote, kuna kitu kinaweza kujengeka ndani yako Uh, yaani yeah. Ndani ya mwanamke so, sio wewe tu, ndani ya mwanamke yeah. Anapokuwa anaona kifua cha mwanaume yeah. Kuna ile hali unakuwa mwanamke unahisi, yaani kuna ubadiliko fulani tu unakuwa nao, ambao yeah. okay? mm. Na wewe pia yani, na ukajikuta nawee umedondokea katika hiyo changamoto. Kwa hivyo tukawa tume tume hiyo siku ikawa imepita, nikajikaza naye, pia nahisi hivyo akajikaza, akaondoka. Imekuja siku ya ila ila ila na... wote mlikuwa mmetamaniana

basi sawa, nakuja. Shema hapo nini watachai, na hizo meseji zilikuwa zinaashiria zina nini, wapo kwenye mahusiano au wamekutana kwa sababu ya matamanio. Kwa jinsi ulivyokuwa na chate, matamanio. Usiondoke kwanza. Yani sasa hivi stori ndo kwanza inaanza kunoga. Unachotakiwa kukifanya kitu kimoja tu, rafiki yangu, hakikisha unagusa neno jeupe lililoandikwa subscribe hapo chini, angalia hapo chini. Afugusa mara moja tu basi, wewe utakuwa umesubscribe chaneli yangu, so utakuwa mtu wa kwanza kupata kila video nitakayoiposti katika YouTube chaneli yangu.